Habari wafugaji wenzangu, na karibu kwa NasimzVet channel. Mara nyingi mimi naulizwa na wafugaji, hivi vitu muhimu kuzingatia kwenye ufugaji wa wanyama ni nini? Kwa experience yetu ya kliniki, vitu vitatu ni muhimu sana. Ya kwanza ni mazingira. Hakikisha mazingira ya ufugaji ya eneo pale umeweka mifugo ni safi, kwa sababu ikiwa chafu utapata magonjwa mengi. Cha pili, chanjo. Kaa na mtaalamu akueleze jinsi ya kupanga chanjo ya mifugo na wakati wake. Mara nyingi tumepata wateja wanaenda na hiyo program kwenye mazoea, ili shamba ya rafiki yangu wanafanya moja mbili tatu na mimi nifuate bendera. Sio sahihi, inawezekana mahitaji yako itakuwa tofauti. Ni vizuri kukaa na mtaalamu, ili utengeneze ratiba ya chanjo na uwape mifugo yako chanjo kwa wakati, ili kuepuka gharama za matibabu ya magonjwa ya tatu, chakula ni muhimu sana. Unapatia mifugo yako chakula sahihi na balanced, maana yake ina madini na vitu vingine inavyohitajika na mwili ya mnyama kukua. Hapa lazima wafugaji wafikirie socio economic aspect ya ufugaji wao. Mara nyingi mi nasema ukiona kuku au ukiona ng'ombe wako anatembea, usione ng'ombe anatembea, angalia mamilioni zinatembea, na angalia social impact yake. Saile wewe hutaki kufanya matibabu kwa wakati au planning wako kwa wakati, unapoteza mamilioni. Ifikirie mazingira iwe safi, ratiba ya chanjo iwe sawa na mazingira yako, na chakula iwe halisi ili mifugo yako ikue na ikuletee tija kwenye kazi yako. Elimu bora, ufugaji bora ni maendeleo.